Na hali ya kumshukuru Allah subhanahu wa taala na kumtakia ziyada ya rahma kipenzi cha umma huu Bwana Mtume Muhammad na ali na ahli zake pia na masahaba zake wote. Ndugu zangu, niwakaribishe katika darasa muhimu kabisa miongoni mwa darasa ambazo wanatakiwa wafahamu wanandoa kabla ya kuingia kwenye jambo hili la ndoa. Ala, ni kwamba wanandoa kabla ya kuingia katika ndoa ilifaa wapate somo maalum kabisa, somo ambalo litawafanya wajue miiko ya ndoa. Ndoa ambayo ni ya Kiislamu ina miiko yake, ina mipaka yake, ina mambo ambayo haitakikani wanandoa hawa kuyaendea mambo hayo. Toba. Miongoni mwa mambo haya ni kwenda kwenye njia ambazo hazina manufaa na wanandoa. Ndoa ipo kwa malengo mapana sana, na insha Allahu taala tumechagua kuweka darasa za ndoa Mtavassy TV online ili watu wajifundishe mambo ambayo yanafaa katika ndoa na hayafai katika ndoa. Na kwa kwanza, tunaanza na miiko ya ndoa. Miongoni mwa miiko ya ndoa ni watu kwenda kwenye njia isiyokuwa na manufaa wakati wa tendo la jimai. Neno tendo la jimai hapa nitalitumia mara nyingi likiwakilisha tendo la ngono, ngono ya aina yoyote. Tutatumia neno hili jimai likiwakilisha ngono. Fahamu Uislamu ni dini iliyoweka mipaka katika masuala haya ya ndoa. Uislamu umeweka mipaka kwenye namna ya maendeano ya kimwili baina ya mwanamke na mwanamume. Hivyo, wakati wa kufanya tendo hili la jimai kuna mipaka lazima mume achunge na mke pia aichunge. Miongoni mwa mipaka hiyo ni kutoendeana kwenye tupu ya pili. Yaani, mwanamke ana maumbile sehemu mbili na mwanamume pia ana sehemu mbili za utupu. Hivyo imeharamishwa kutumia njia hii ya pili, tundu ya haja kubwa, kuendeana kingono kwenye njia hiyo. Uislamu umekataza kabisa. Kwa nini Uislamu umekataza njia hii? Ni kwa sababu ya madhara ambayo yanaweza kupatikana na hayaaminiki, yani hakuna usalama kutokana na madhara hayo, kwa mtu atakaye endea tendo hili. Ndugu yangu kama wewe ni Mwislamu au sio Mwislamu, na imekufikia video hii, umeona maelewano ndani ya ndoa yako hayapo, au mwenza wako mwanamke anakutaka tendo hili, au mwanamke yeye anatakwa na mume wake tendo la namna hii. Yani inawezekana ikawa mke ndiye anamshawishi mume wake kwenda katika tendo la namna hii, au mume anamshawishi mke wake kwenda kwenye tendo la namna hii. Fahamu kabisa kwamba tendo hili lina madhara makubwa sana. Um, na shauri yafuatayo na shauri yafuatayo. Endapo mmoja atamuona mwenza wake anahitajia hili, na mara nyingi jambo hili huwa kwa wanaume, ndio huwa wanawahitaji wake zao kumwendea, e, kumwendea katika njia hii. Sasa nina shauri, endapo mke ataona mume wake anamshauri, mume wake anamgugudhi, mume wake anamhitaji ngono kinyume cha maumbile, basi jambo la kwanza ninashauri kuwasiliana kwa wazi juu ya jambo hili, yani mke amkalisha kitimoto mume wake wakati wa faragha, wakiwa wawili na amwambie kinaga ubaga, yani asione haya kusema kwamba hili jambo halifai, na endapo watarudia mara kadhaa basi ajitahidi sana, ajitahidi sana sana sana kumuelekeza na kumwambia kwamba jambo hili halifai. Endapo atamwambia zaidi ya mara tatu, naye amekuwa akimwambia kwamba haifai kufanya hivi eh? Akimweleza kwamba katika haki zake yeye ni kuto kuendewa katika njia hiyo, kwa sababu ina madhara mengi. Kama hasikii basi ajitahidi kufuata njia nyingine nitakazo zielekeza. Lakini ya kwanza kabisa, mke anapaswa kumwambia mume wake kuwa kuwa muungwana na kwa uwazi kuhusu madhara ya tendo hili na jinsi anavyohisi kuwa maombi yake haya anayomwambia ni batili kiasi gani. Jambo la pili, ampe elimu kuhusu madhara. Si amwambie tu kwamba ina madhara, hapana ampe na elimu kwamba jambo hili lina madhara, ndiyo maana Uislamu umelikataza. Elimu kuhusu madhara ya kiafya kumweleza mume wake kwa madhara yanayotokana na tendo hili la kuendeana kinyume na, na maumbile kama vile maambukizi, maumivu ya tumbo na madhara mengine katika mfumo wa haja kubwa, kwamba anaweza kuwa kila atakapokuwa anakaa anatokwa na kinyesi, ni uchafu na mambo mengineyo lakini pia kusaidia kupata ushauri eh, wa kitaalamu anaweza akahusisha madaktari eh, akaenda kutaka ushauri namna gani amwambie mwenza wake nini kifanyike, alafu aje amwambie mume wake kwamba hili unaomekitaka madhara yake ni haya na haya na haya, na ushauri wa kitaalamu wa kidaktari pia unakataa mambo haya, amueleze ikiwa mume anazidi kubaini, yani ku, anazidi kuhitaji tendo hili na tabia hii, anashindwa ku, kuwa mwelewa, ni muhimu kutafuta msaada wa wataalamu wa ndoa au washauri wa familia au watu wa karibu zaidi na familia, ambao yeye anaweza akawafungukia na kuwaeleza kwamba jamani, mwenzangu ananihitaji jambo hili la haramu, jambo chafu ambalo Allah Taala amelikataza ndani ya Qur'ani tukufu. Lina madhara makubwa hata wakati wa kufanya uzazi, lina mtihani mkubwa sana, ni mambo ya fedheha na aibu kubwa sana. Nne, aombe ushirikiano wa familia, aombe ushirikiano wa familia ikiwa hali ni mbaya zaidi katika ndoa yake. Sasa awaendee wazazi na awaambie kwamba jambo hili mimi eh, nimetaka ushauri kwa watu wengine mume wangu nikamkalisha na watu wengine, lakini anakuwa asikii. Sasa nimekuja kuwa ni wazazi, na ni vizuri mume eh, kama anakukosea wewe mke, mashtaka ya mume wako upeleke nyumbani kwao, usipeleke kwa wazazi wako wewe, kwani wakati wow, wewe unamsamehe mume wako, wale ndugu zako wao bado watakuwa hawajamsamehe. Inawezekana akajirekebisha tabia hizo akaacha, lakini ndugu zako wewe, jamaa zako wao bado wataendelea kumuona huyu jamaa ni shem kimya, ni mtu wa ajabu sana, na sio katika hili, inaweza kuwa katika mambo mengi na mengine na mengine. Hivyo basi, kama itakuwa mumeo anakukosea au mke eh, anakukosea wewe mume, basi makosa yake peleka nyumbani kwao, usipeleke upande wako. Kwa nini? Kulinda heshima ya mume wako, utu wake na pia namna watakavyokuwa kuwa na wanamchukulia watu wa nyumbani kwako. Hivyo basi ikiwa hali ni mbaya zaidi, mke anaweza kuzungumza na familia au viongozi wa dini au jamii ili kupata msaada katika kumsaidia mume kuachana na tabia hii hatarishi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'ani tukufu akitoa maelekezo kwa watu wenye akili timamu, njia gani hasa ya kwenda, akasema

fadkhuluha anna shitum, ingieni mtakavyo. Wasifasirike vibaya hapa na baadhi ya watu ambao hawajashika vizuri mafundisho ya dini. Ni saukum halkun lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Mashamba inafahamika ni sehemu ya watu kupata mavuno. Kwa hivyo nyinyi, wake zenu mnapotaka kuwaendea, Qur'ani inasema mwende sehemu ambayo mkipanda mbegu mtavuna. Bila shaka nimeeleweka vizuri, ni njia gani ya kupita, ni wapi pa kwenda ili kupata mavuno hayo. Kinyume chake, ada ya mafuhumi ni mukhalaf, tunaambiwa kwamba wake zenu ni mashamba yenu, hivyo mwaendele katika njia yenye kuleta mazao. Kinyume chake ni kwamba msiende kwenye njia ambayo haitoleta mazao, kwani shamba ni sehemu ya kupata mazao kama utakwenda katika njia ambayo haupati mazao, je, mwanamke huyu anakuwa shamba? Shamba hili bila shaka litaharibika, litaharibika. Sawa sawasawa na kwenye shamba la mchicha kabustani kadogo, mtu mpuuzi mmoja apande mbegu za mbuyu pale, halafu mbuyu wote bila shaka mazao yote yatakufa, mbuyu utachukua nafasi. Huu ni mfano hai sana na tutaanza kuutumia kutokea leo. Hivyo, nisaukum harthun lakum fadhuluha annashitum, wake zenu ni mashamba yenu, ingieni mtakavyo, kwa maana kuwa katika staili tofauti tofauti, lakini katika njia inayoleta mazao, njia inayoleta mazao, siyo njia za kiguni hivi. Mume hashauriwi Uislamu, mume unamkataza kumwendea mke wake kinyume cha maumbile vile. Mume vile mume, vile vile mke inampasa atambue kwamba mume wake anakatazwa kumwingilia yeye kinyume cha maumbile. Kama mke atakuwa yeye anamlazimisha mume wake pia kumwendea kinyume cha maumbile, mume inampasa agome na afikishe malalamiko haya kwa ndugu wa mke huyu, kama tu anamlazimisha, naye amekuwa akikataa jambo hilo mara zote, na yeye amekuwa hasikii ushauri wangu. Kama mume atakulazimisha mke kuendea kinyume cha maumbile basi waone wazazi wake, na ikiwezekana kama itakuwa imeshindikana ndoa hii iwe imefika mwisho. Uislamu umeambiwa kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kila mwislamu atakayekutwa anafanya kitendo cha watu Luthi, e wa kaumi Luti, basi wakatwe vichwa wote wawili, yule mfanyaji na anayefanyiwa. hatukuchaguliwa jinsia akiwa mwanamume, basi kama anamwendea mke wake isiwe hivi. Hapana, tumeambiwa tutakae mkuta anafanya kitendo cha kaumi Luti. Kitendo cha kaumi Luti ni kuwaendea watu kinyume cha maumbile. Kuna baadhi ya watu wajinga wanasema, mbona nabii Luti alipofikiwa na wale wageni malaika eh, wakamwambia, tunawataka hao wageni wako tuwafanyie kadha kadha, lakini Luti aliwasemaje? haula ibanati in kuntum chukueni hao mabinti zangu, ikiwa nini, kweli ninataka kuwafanyia hii. Sio kwa sababu niruhusa kufanya, hapana, bali kwamba nini, mmevuka mpaka, kwani wanawake amwaoni mruhusiwa kuendea katika njia za kawaida. Watu wenye akili timamu watakuwa wanaelewa haya maneno. Sikilizaji, niwaambie ndugu zangu, tusiwe na tabia mbaya hii ya kuwahitaji wake zetu kinyume cha maumbile, na wala wakina mama msiwe na tabia chafu hii ya kuwahitaji waongezenu wa, eh, wa waendee kinyume cha maumbile. Hii ni miongoni mwa tabia mbaya na hatarishi, na Uislamu umekataza. Endapo mume atamuomba mke wake tendo hili kwa mara kadhaa, ndoa hii inashauriwa kuvunjwa mara moja au atamlazimisha, ndoa hii katika taratibu zetu huwa tunaivunja kabisa sisi Waislamu. Hivyo basi lazima tuwe makini na baadhi ya wenzetu wenye misimamo mikali zaidi wakasema, mume atakapoomba tu tendo hili kwa mke wake basi hapo hapo ndoa yake imebatilika. Muislamu, mimi sisemi kwa mujibu wa madhehebu fulani lakini nasema kwa mujibu wa Uislamu, kwa mujibu wa ahlusunna sisi, jambo hili kwetu ni haramu, limeharamishwa na haifai hivyo kila Muislamu lazima achunge mpaka huu. Nitazungumza mpaka mwingine insha allahu taala kwenye klipu nyingine, ili kuchunga muda na wakati kwa darasa nyingine muhimu zaidi. Usiache kusubscribe chaneli yetu, gusa alama ya kengele ili kufungua notification, lakini bado usiache kushare na jamaa, marafiki na ndugu ili nao waichague Mtavassy TV online.